Nyerere oye, wangapi wanakubali? Basi basi, kwa sababu mmenikubalia, nina uhakika sasa wizara mtafanya utaratibu ili daraja hili liitwe daraja la Nyerere kwa heshima kubwa ya Baba wa Taifa aliyoyafanya katika nchi yetu, lakini daraja hili si daraja tu kama lidaraja. Daraja hili litajenga uchumi wa Dar es Salaam, lakini pia wa Tanzania nzima. Wapo watu watakaokuwa wanakuja kwa ajili ya utalii wa daraja hili na hasa usiku linavyopendeza, lakini wapo watu hasa watani zangu wa Zaramu watakuja kufungia ndoa hapa kwa sababu hapa ni mahali penyewe, ili hata picha zitakapotoka mtu atasema nilikuwa Ulaya. Na ndiyo maana hata nchi za jirani wameanza kutamani tamani daraja hili. Sasa katika kutamani tamani hivyo, ili mahali pa kuingilia patakapokuwa na picha nzuri ya baba wa taifa aliyejenga umoja wa watanzania mimi ninaona mtakuwa mmenipa zawadi kubwa sana na nina uhakika watanzania tutakuwa tumewapa zawadi kubwa sana ndugu zangu, kama nilivyosema, daraja hili wameshiriki watanzania wengi kwa nguvu zao katika kujenga. Palikuwa na changamoto nyingi. Ninakumbuka wakati wakichimba pra wakitegemea kwamba zitaenda mita arobaini, palibomoka kule baharini, ikabidi wachimbe mpaka mita themanini. Na ndiyo maana mimi saa nyingine huwa najiuliza, watanzania kila mmoja amekuwa ni injinia, wanapofika hapa kwenye structure kama hii ambayo ingeweza kujengwa tu Ulaya, leo imejengwa Tanzania lakini sisi wa Tanzania tumekosa uzalendo hata wakusifu kazi nzuri zinazofanywa na wataalamu wetu. Tunaposikia daraja hili limejengwa kwa bilioni mia mbili hamsini na nne watu wanasema hapa zimeibiwa tu. Wanashindwa kuelewa kwa nini wakoloni mwaka thelathini na tatu walishindwa kujenga daraja kama hili limejengwa na Watanzania na Waafrika wenzetu, watu wanakawa na kejeli tu. Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tuvipende vitu vyetu. Tusipovipenda vitu vyetu, hakuna mtu atakuja kuvisifia vitu vyetu. Mimi nilitegemea kwamba story nzima kwa siku za nyuma ingekuwa daraja la Kigamboni, kwa sababu ndiyo ilikuwa changamoto kubwa katika nchi hii. Na unapojenga daraja kwenye bahari na maji yake ambayo ni ya chumvi na specific gravity yake ni kubwa, kwa hiyo hata ile rate ya lasting ni kubwa, yaani kupata kutu lakini watu wamejenga daraja ambalo liko suspended cables limezishikilia. Lakini watasimama watu, watasema hapa hakuna kitu. Niliona kwenye TV juzi kuna mmoja anazungumza kwamba hili daraja bana hawakuunganisha kwa sababu mtu ukiwa unapita katikati huruhusiwi tena kukata katikati kwenda upande mwingine. Yeye anataka akifika katikati pale akatishe tena sikajenge rako daraja hili ni ukombozi. Daraja hili linabeba tani zaidi ya elfu moja na kitu. Daraja hili mtatembea usiku na mchana. Daraja hili watapita watu miaka yote. Sisi wote tuliopo hapa pamoja na mimi wote tutakufa, daraja litaendelea kuwepo, kwa sababu hata kama mtu na miaka kumi sasa, ili daraja spani yake ni zaidi ya miaka mia moja na kitu. Kwa hiyo hii ni structure <coughs> ambapo watanzania tunatakiwa tujivunie. Ujenzi wa madaraja una gharama kubwa mno una gharama kubwa mno. Wapo wengine wanaanza kuzungumza, mbona huku hapajamalizwa? Wamemaliza kilomita mbili pointi tano na daraja la mita mia sita themanini kweli watashindwa kilomita moja pale? Umemaliza kunyoa kichwa chote, ndevu zitakushinda kunyoa? hii kazi imeshakwisha, na bahati nzuri wameshapanga na kandarasi huyu huyu wa Kichina, ndio wanamalizia sehemu hii hapo, na kule napo watajenga flyover nyingine, magari mengine yanapita chini, mengine yanapita juu. Kwa hiyo Kigamboni utakuwa mji wa kisasa hata barabara ya kwenda Chalinze yenye jumla ya kilomita mia moja ishirini na nane ambayo nayo itakuwa na flyover tano inaunganishiwa huku na kwenda mpaka Chalinze. <coughs> Watu wa Kigamboni, Mungu awape wa nini. Kama ni biashara, mtafanya kweli kweli, mshindwe wenyewe wenye. Na ndiyo maana wakazi wa hapa waliokuwa wamekaa hapa waliokuwa wamegoma kuhama tunawapa bilioni kumi na tatu wao wanasema hawahami. Tulitoa amri, wengine tukawabomolesha kwa nguvu, na baada ya kutumia nguvu kidogo, fedha wakazichukua na wamejenga nyumba nzuri, wengine wamekaa kwenye nyumba za NSSF. Tiari, maendeleo lazima pawe na kutoka jasho. Hao walitoka jasho kwa niaba yetu wote ili daraja lipitike, daraja hili limejengwa kwa njia ya PPP. Maana yake lazima percentage fulani za fedha zilizotumika hapa zirudi. serikali imechangia asilimia arobaini, lakini asilimia sitini zimetolewa na mfuko wa hifadhi ya jamii ya NSSF fedha zile lazima zirudi zikafanya miradi mingine. mzee bure alikwisha. Hata China walipojaribu ujamaa kule, pia kuna barabara za PPP na bahati nzuri balozi wa China Dr Ru wanafahamu na ndio maana wamemuvu mbele Waziri ameshazungumza kwa nyakati za mwanzoni, watoto walemavu, wakina mama, wakina baba, wale wanaoenda kwenye shughuli zao watapita bure, bila kulipa hela yoyote. Lakini ndugu zangu, Wasukuma wanaopeleka nyanya wakiwa na baskeli na para, alikosea kidogo waziri, lazima walipe. Huo ndio ukweli. Watakaopita na pikipiki na baskeli, bajaji, maguta, magari, lazima walipe. Huo ndio ukweli. lakini wananchi wanaopita hapa hawatalipa. Sifahamu hawatalipa kwa miaka mingapi, lakini angalau mwanzo wataanza kupita bila kulipa ili kusudi tumalize hizi lawama, feri imeharibika, feri itaua watu, feri itafanya nini. Na baadaye nitawaelekeza Wizara ya Ujenzi katika siku zinazokuja. Ile feri kwa sababu inahitaji kwenda kufanyiwa matengenezo itabidi siku moja isimamishwe iende kwenye matengenezo, na kwa sababu walilalamika wananchi wa Kigamboni kulipa mia mbili, sasa mtapita bure hapa, ni mguu wako tu na wala hutasubiri kwamba feri inakuja. Hapana, wewe ukishafika we nenda tu. Lakini niwaombe NCCF, mwanze sasa kujipanga namna ya ku kuandaa watu waanze kulipa.